Mkutano mkuu wa kuweza kukutana mahasimu wawili ambao ni washindani hawa ambao ni Simba pamoja na Yanga, Yanga akiwa anamkaribisha Simba katika mechi ya mwisho kabisa ya kuweza kutamatisha msimu wa mwaka 2024 mwaka 2025 hapa Tanzania. Watu wengi sana walikuwa wanasubiri kuweza kuona kwamba katika mkutano huu wa mwisho utakuwaje na nini ambacho kitazungumzwa kuelekea mechi ya tarehe 25. Sasa mkutano huu ambao umeweza kufanyika posta benki ya NBC, ni kwamba kocha wa Yanga ambaye anafahamika kwa jina la Mirud Hamdi, yeye aliweza kuwepo lakini pia ameweza kuzungumza pamoja na eh, captain wa Young Africa ambaye ni Dickson Job. Lakini cha ajabu ambacho kimeweza kutokea katika mkutano huo ni mara baada ya Simba Sports Club wao kutokuweza kuhudhuria katika mkutano huo ambao ni mkutano wa kuweza kuelekea katika mechi ya mwisho ambao ni tarehe 25, ebana hapo kesho, ambapo macho mengi sana lakini pia masikio ya mashabiki wanatamani kujua kwamba ni kitu gani ambacho kitatokea katika siku ya hapo kesho. Sasa Simba Sports Club hawajaweza kuwasili e, hapo lakini pia e, bwana wahusika wao wanaonekana kabisa waliweza kupigiwa simu lakini hawakuweza kupatikana, kwa sababu ilibidi waweze kufika saa tano na nusu lakini e, mbali na hapo, ni kwamba Simba Sports Club walionekana kuto kupatikana kabisa e, na kulikuwa kuna vitu ambavyo vileendelea kuibuka katika mt, e, mkutano huo, na watu wengi wakiendelea kuzusha maneno ya kutosha kabisa, wakiwa na imani kabisa, labda pengine Simba Sports Club e, bwana hawatacheza mchezo wa hapo kesho. Lakini mbali na hapo nataka tu nikwambie kwamba moja kati ya vitu ambavyo pia vimeweza kuwa furahisha ee sana mashabiki wa Yanga ni mara baada ya kocha mkuu wa ee, wa Yanga ambaye anafahamika kwa jina la Mirud Hamdi, yeye ameweza kusema kwamba Yanga ni kikosi ambacho ni kikubwa, lakini pia wanapaswa kuweza kufanya mambo makubwa sana katika siku ya hapo kesho. E, bana ni siku kubwa sana, lakini pia wanahitaji ushindi mkubwa, hatuna majeruhi wengi, lakini pia ee, wachezaji walio, walio tena kikosini, lakini pia kikosi chetu kiko imara kabisa, lakini pia tayari kwa ajili ya mapambano ya mechi ya hapo kesho. So ni kama vile amewapa e, bana mwanga kwamba wale ambao ni mashabiki wa kikosi cha e, Young Africa, basi kesho e, mchezo utakuwa ni mtamu bara bara, kwa sababu ameshaweka wazi kwamba kikosi chake kiko fiti, lakini pia timamu kwa akili kwa mechi ya hapo kesho. Kwa niaba ya, e, ya wachezaji wa Young Africa e, bana E, Captain, e, bana Dickson Job yeye ameweza kusema kwamba kwa niaba ya wachezaji wake e, bana wamejiandaa vizuri kabisa kuweza kucheza katika mchezo ambao unaokuja hapo kesho, lakini pia amesema kwamba wanachama na mashabiki wajitokeze katika uwanja wa Benjamin William Mkapa kwa ajili ya kuweza kupata ushindi wa Young Africa. Lakini pia baada ya mkutano huo kuweza kutamatika, afisa habari wa bodi ya ligi Karim Boimanda yeye ameweza kudhibitisha kwamba e, kwa, wa, watu wa Simba yani kwamba wachezaji e, na, e, uongozi wa, e, timu ya Simba hawajaweza kufika katika mkutano huu hapo ambao ulikuwa ni wa mwisho kabisa kuelekea e, bana mechi ya hapo kesho, akiwa anasema kwamba ilibidi wafike saa tano na nusu lakini hawajaweza kufika, lakini watu wengi wamedhani